Jambo la kushangaza Mstaiki Spika, hata kama sisi ni wanasesere, hata kama wakenya ni, ni, ni, ni vikaragosi, hakuna venye tungeambia kwamba yule kijana alikuja akajipigisha ukuta hapa Nairobi kusema ya kwamba Homa Bay hakuna nyuta, hakuna ukuta. Ukuta alipata Nairobi, akakuja akapiga ukuta akafa. Mstaik Spika, kivuli cha fimbo akiwezi kuficha, kuficha mtu jua na hata watu wajaribu kuficha hii ni jambo namna gani, lazima litakuja kutoke, kutokea wazi. Juzi niliona ya kwamba maafisa wakuu katika idara ya polisi wakisema wale wandogo wao ndo walifanya hiyo kitendo. Lakini msaiki spika, samaki wote hunuka, lakini walimshuku kambare. Kama kuna harufu kama kuna mwozo, ni idara zima ya, ya, ya, ya, ya polisi kuanzia juu mpaka chini na kwa hivyo waisema kwamba wale wandogo peke yao ndo walifanya hiki kitendo. Mstaki Speaker, tunaona kama ningekuwa ni mbwenyenye amewawa, kungekuwa na watu tayari wamekamatwa. Na kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kwamba maskini, maskini hendi mkele na hata angenda mkele akapakia jahazi mchele tele hurudi na upele. Kifo cha Ujwang kinafaa kuwa kina hatua inachukuliwa wakati wandosi wanawawa hata huyu kijana nafaa kuangaliwa na mambo yake ichunguzwe. Lakini unajua mstaik speaker, ukiona kesi inakaa sana katika kasri ya mfalme ujue kwamba tajiri ana makosa. Hii kesi ya huyu kijana venye imekuwa ikizungushwa inaonekana kwamba kuna wandosi fulani ambao wako na makosa, na tusifanye hili jambo likawa ni jambo la kisiasa mstaik e, speaker. Lakini iko siku ukiona kivuli cha mtu mfupi kimeanza kuwa kirefu jua kuna kucha ama ni machweo siku moja macho itakuja kutufikia. Kwa hivyo ningeomba serikali, taasisi za usalama kuhakikisha kuvalia njuga swala hili kuhakikisha ya kwamba Ojwangu isiwe tu kwamba itakuwa ni takwimu ya mtu mwingine amepotea na hakuna kitu imefanyika. Asante sana Mstahiki Spika.